Afrika ni bara ambalo limejaliwa rasilimali nyingi, lakini moja ya changamoto ambayo imekuwa ni kubwa kwa Afrika kuweza kunufaika na rasilimali ambazo wamejaliwa na Mwenyezi Mungu ni pamoja na uongozi, ambapo viongozi wengi wa Kiafrika wao maono yao imekuwa ni kujimilikisha mali Wow. Wao watoto e, wao jamaa na marafiki zao. Mfano, nchini Zambia hivi leo ni kwamba mahakama kuu kitengo cha makosa ya rushwa na uhujumu uchumi imetaifisha mali ya Dariso Lungu mtoto wa kiume wa aliyekuwa rais wa zamani wa nchi hiyo e, Mariam Edgar Lungu. Hukumu hiyo imesomwa katika mji wa Lusaka ambapo mali zilizotaifishwa ni magari 79 yakiwemo magari ya kifahari kama Rolls Royce, Mercedes Benz, Ferrari, Lamborghini ambayo amekuwa akionekana nayo katika maeneo ya kifahari mjini Lusaka na Afrika Kusini. Pamoja na magari hayo, pia mahakama imetaifisha kituo kimoja cha mafuta mjini Lusaka kilichokuwa kinamilikiwa na Daleso pamoja na nyumba sita za kifahari alizonunua maeneo ya Ibex Hill na Silverest huko e, Lusaka pamoja na mitaa ya kitajiri ya Riverside na Parklands huko Copperbelt e. Amebakiziwa nyumba moja aliyopewa kama zawadi na marehemu baba yake. Mahakama imesema imetaifisha mali hizo kwa kuwa Dariso akuwa na kazi yoyote ya kumwingizia kipato zaidi ya kuwa mtoto wa rais. Kwa kuwa alishindwa kueleza mahakama jinsi alivyopata mali hizo, mahakama imetafsiri kuwa mali hizo ni zao la uhalifu na hivyo kuzitaifisha kuwa mali za umma kwa mjibu wa sheria ya mapato itokananayo na uhalifu, yani Proceed of Crime Act ya Zambia kifungu cha 31. Awali upande wa mashtaka ulidai kuwa Daliso alitumia nafasi ya baba yake akiwa madarakani kujilimbikizia mali kinyume na utaratibu. sehemu ya hukumu hiyo imesema mahakama imebaini kuwa Dariso Lungu hakuwa na kazi wala chanzo halali cha mapato kinachoweza kueleza umiliki wa mali hizo, na hivyo kuanzia leo mali zake zote zimehesabiwa kama mapato ya uhalifu na zinataifishwa. Nyumba ambayo Dariso alipewa zawadi na baba yake imeondolewa katika orodha ya mali zilizotaifishwa na mahakama. Kwa upande wa mashtaka imeeleza kuwa inafuatilia kuwa karibu nyumba ya Daliso anazodaiwa kuzimiliki Afrika Kusini na Dubai ili nazo zitaifishwe. Haya yanatokea ni takribani miezi minane tangu kifo cha eh, Rais Edgar Lungu na mwili wake ukiwa bado haujazikwa kutokana na mvutano uliopo kati ya familia na serikali ya nchi hiyo ya Zambia. Serikali inataka rais huyo wa zamani azikwe Zambia kwa heshima zote za kitaifa, lakini familia imekataa na kutaka azikwe Afrika Kusini bila uwepo wa kiongozi yeyote wa serikali. Naam, ni taarifa kuhusu e, mtoto wa rais wa zamani wa Zambia hayati Edgar